Bilionea alileta chakula na kula na ombaomba mjamzito kando ya barabara, kilichowashangaza kila mtu sana. Mahali barabara ya Ngong, Nairobi, asubuhi ilikuwa tulivu, magari yakipita polepole, wauzaji wakipanga bidhaa zao. Watu walimwangalia yule mwanamke mjamzito aliyekaa chini ya mti mdogo, nguo zake zimechakaa, uso umechoka, lakini macho yana uvumilivu. Jina lake lilikuwa Zainabu. Kila siku aliomba msaada ili apate chakula. Ghafla gari jeusi la kifahari lilisimama, watu wakanyamaza. Mwanaume mzee mwenye suti safi alishuka taratibu. Alijulikana kama Mzee Hamisi, mfanyabiashara mkubwa wa majengo, bima na uwekezaji. Badala ya kupita, alibeba mfuko wa chakula akakaa chini karibu na Zainabu. Karibu tule pamoja, alisema kwa sauti ya utulivu. Watu wakashangaa. Zainabu akasita, machozi yakimjaa. Asante mzee, Mungu akubariki, alisema. Walipokula mzee Hamisi akaomba kimya kimya, hakujali macho ya watu. Kilichowashangaza wengi si chakula, bali heshima. Hakuna aliyejua kwa nini bilionea angefanya hivi. Siri ilikuwa bado imefichwa. Habari zilisambaa haraka. Wauzaji wa mboga, madereva wa matatu, hata walinzi wa majengo walinongona, yule si Hamisi wa kampuni ya mali sio Hamishika? mmoja aliuliza. Zainabu hakujua chochote kuhusu mali, hisa au mipango ya kifedha. Alijua njaa tu na hofu ya kumzaa mtoto bila msaada. Mzee, mbona umekaa hapa nami? Aliuliza kwa unyenyekevu. Hamisi akatabasamu kidogo. Maisha yamenifundisha mengi mama. Wakati mwingine mali ni mzigo kuliko baraka. Alimtazama tumbo lake kwa heshima. Mtoto huyu ana hatima. Maneno hayo yakamchanganya Zainabu. Kabla hajajibu, mwanamke mwingine akafika. Mama Asha muuza chai jirani akasema, "Mzee, watu wanakuangalia." Hamisi akajibu, "Waangalie, haki haifichwi baada ya kukula hamisi akampa zainabu kadi ndogo niko westlands ukihitaji msaada wa afya au makazi nipigie zainabu akabaki akitetemeka hakuwahi kupewa ahadi ya makazi salama wala bima ya afya lakini moyo wake ulimwambia huu haukuwa mwisho bali mwanzo wa jambo kubwa siku tatu baadaye mvua ilinyesha kibera zainabu akashikwa na uchungu wa tumbo mama asha akakumbuka kadi ile piga simu sasa alisema. simu ikapokelewa haraka Dakika chache baadaye, gari lile lile jeusi likafika. Hamisi hakuuliza maswali mengi. twende hospitali ya Aga Khan, alisema. Zainabu akashangaa, hakuwahi kufika hospitali ya gharama. Njiani Hamisi akakaa kimya akitazama dirishani. Kumbukumbu -kumbu zilimrudia miaka mingi iliyopita. Mama yake alijifungua barabarani kwa kukosa fedha, mtoto alifariki. Tangu siku hiyo, aliahidi kusaidia. Hospitalini madaktari wakachukua hatua haraka. Hamisi akalipa gharama zote bila kusita. Afya ni uwekezaji wa kwanza, alisema. Mama Asha akashika mikono ya Zainabu, uko salama sasa. Usiku ulipofika, Zainabu akajifungua mtoto wa kiume, kilio chake kilijaza chumba. Hamisi akainama ya machozi yakimtoka karibu duniani. Hakuna aliyefahamu uhusiano taarifa uliokuwa umeunganishwa pale, siri ya Hamisi bado ilikuwa nzito moyoni mwake. Asubuhi iliyofuata jua liliangaza Nairobi. Hamisi akaja hospitalini tena akiwa na mwanamke mzee mwenye heshima, Bi Rehema. huyu ni dada yangu alisema. Bi Rehema akamkumbatia Zainabu. umefanya vizuri mwanangu. Mazungumzo yakaanza pole pole. Hamisi akapendekeza Zainabu apate chumba kidogo huko Rongai, karibu na huduma. nitakusaidia uanze biashara ndogo, akiba, mpango wa bima na elimu ya kifedha. Zainabu akashangaa, hakuwahi kusikia mtu akizungumza naye kuhusu mustakabali. kwa nini unisaidie hivi? aliuliza. Hamisi akavuta pumzi. Kwa sababu jamii imenisahau, nilikotoka. Sitaki mtoto wako apitie niliyopitia. Birehema akatikisa kichwa. Ni wakati wa ukweli kufika, kaka. Hamisi akanyamaza, alimtazama mtoto aliyelala. Bado si leo. Nje waandishi wa habari walikuwa wameanza kuuliza maswali. Bilionera naombaomba omba. Hadithi ilianza kuvuta macho ya nchi nzima, lakini ukweli halisi bado ulikuwa umefichwa. Wiki zilipita, zainabu akahamia Rongai. Alianza kuuza vyakula vidogo kwa msaada wa mkopo mdogo aliopangiwa. Wateja wakaanza kuongezeka. Alijifunza kuweka akiba na kupanga matumizi. Hamisi alitembelea mara chache bila walinzi. Maisha mazuri hujengwa polepole, angemwambia. Siku jioni, Hamisi akamwalika Zainabu Westlands katika jengo refu alilomiliki. Ndani kulikuwa na watu wengi, wafanyikazi, jirani zamani na hata Mama Asha. Mzee, kuna nini? Zainabu aliuliza kwa hofu. Hamisi akasimama mbele yao wote, sauti yake ikatetemeka. Miaka 20 iliyopita nilikuwa maskini, mama yangu Zainabu wa kwanza alikufa akijitahidi kujifungua barabarani. Ukali ukanyamaza. Nilikula kio cha kubadilisha maisha ya mtu nitakapoweza. Akamtazama Zainabu, sikujua jina lako nitakapokaa na kula nawe. Machozi yakatiririka. Huyu mtoto, akaendelea, ni ishara ya ahadi niliyoitoa. Hapo ndipo hadithi ya kweli ilianza kujifunua. Lakini bado haikuwa mwisho. Ukumbi wa Westlands ulikuwa kimya mzito, watu walikuwa bado wanajaribu kumeza maneno ya mzee Hamisi. Zainabu alishikilia mtoto wake kwa nguvu, moyo ukipiga kwa kasi. Mzee Hamisi alisema kwa sauti ya chini, mama yako aliitwa Zainabu. Hamisi akatikisa kichwa taratibu, ndiyo, alikuwa muuza mboga Gikomba, aliponipata dunia haikumjali. Mama Asha akaanza kulia, Mungu ni mwaminifu. Lakini si kila mtu alifurahia. Pembeni, Bwana Karanja, mshirika wa zamani wa biashara ya Hamisi, alikunja uso. Hii hadithi italeta shida kwa kampuni, alinongona kwa mwenzake. Siku iliyofuata magazeti yakajaa habari, bilionea ahusishwa na ombaomba. Masoko ya hisa yakatetemeka, wateja wakaanza kuhoji. Hamisi hakutikisika. heshima ya binadamu ni zaidi ya faida, alisema kwa bodi ya wakurugenzi. Wakati huo huo Zainabu alianza kupokea maneno ya kejeli mitaani. Sasa wewe ni maarufu, watu waliuliza. Alianza kuogopa. Alijua msaada unaweza kubadilika kuwa mzigo, na bado hakujua kwa nini hamisi alijitoa kiasi hicho kwake binafsi. Mahali Rongai, jioni tulivu, Zainabu alikuwa akifunga duka lake dogo. Mtoto alikuwa amelala mgongoni. Ghafla gari lisilojulikana likasimama. Mwanamke mmoja akashuka. Alivaa vizuri, macho makali. Wewe ndiye Zainabu? Ndio, Zainabu akajibu kwa tahadhari. Mimi ni Lucy binti wa mzee Hamisi. Maneno yakamchoma Zainabu. Binti Lucy akavuta pumzi. Baba hajawahi kuniambia kila kitu, lakini tangu siku hiyo barabarani, maisha yetu yamevurugika. Zainabu akahisi hatia. Sikutaka matatizo. Lucy akasema kwa sauti ya kukata tamaa, unajua watu wanadhani baba amenisahau kwa ajili yako. Zainabu akatikisa kichwa Sina kitu cha kuchukua. Lucy akamtazama mtoto, uso wake ukalegea kidogo. Mtoto hana kosa. Kabla hajaondoka Lucy akasema, ukweli bado haujakamilika, baba anaficha kitu kikubwa. Maneno hayo yakabaki hewani. Zainabu alikaa usiku kucha akiwaza, je, msaada huu ulikuwa na gharama isiyoonekana? Je, mtoto wake alikuwa katikati ya vita ya kihisia na kifamilia? Mahali Karen, nyumbani kwa Hamisi. Usiku wa manane, Hamisi alikuwa amekaa peke yake sebuleni. Picha ya mama yake ilining'inia ukutani. Umeniletea alama mama, alisema kwa sauti ya maombi. Birehema akaingia. Lucy amekasirika, ni wakati wa kusema ukweli wote. Hamisi akainama, nilimficha kwa sababu ya aibu. Birehema akasema, aibu haileti uponyaji. Asubuhi iliyofuata, Hamisi akawaita wote: Lucy, Zainabu, mama Asha na wakili wake miaka 20 iliyopita alianza. nilikuwa na mke mwingine kabla ya ndoa rasmi. Ukumbi ukatetemeka. Mke huyo alifariki, mtoto wake ulipotea. Zainabu akahisi kizunguzungu. Hamisi akaendelea, nilipokaa kula na wewe sikujua, lakini baada ya uchunguzi wa hospitali, damu haidanganyi. Lucy akasimama kwa mshtuko. Hamisi akatazama Zainabu kwa macho yenye maumivu, mtoto wako ni mjukuu wangu. Kimya kikatawala. Ukweli ulikuwa mzito kuliko mtu yeyote alivyojiandaa kuubeba. Zainabu alihisi dunia ikimzunguka. Hapana, alisema kwa sauti iliyovunjika, hilo haliwezekani. Wakili akatoa nyaraka, vipimo vya vinasaba, tarehe, majina. Mama Asha akashika kichwa, mungu wangu. Lusi, machozi yakimtiririka, sasa huyu ni mpwa wangu. Hamisi akainama chini, nilikosa ujasiri wa kutafuta nilipoona umaskini wako niliona mama yangu Zainabu alilia kwa uchungu nilikuwa yatima sijawahi kumjua baba wa mtoto Hamisi akasema kwa sauti ya toba nilitaka kumlinda mama yako nikashindwa siku zilizofuata zilikuwa ngumu vyombo vya habari vikataka mahojiano mitandao ikagawanyika Lucy alikaa kimya baadaye alikuja Rongai akamwambia samahani kwa maneno yangu polepole daraja likaanza kujengwa lakini kulikuwa na tishio lingine Bwana Karanja alipanga kesi ya kunyakua mali akitumia sakata hilo. Vita haikuwa imeisha. Mahali, mahakama ya Milimani, asubuhi ya mvua, kesi ikaanza. Bwana Karanja alidai Hamisi hana maadili ya kuongoza kampuni. Hamisi alisimama mbele ya jaji, ninakiri makosa yangu ya zamani, lakini kusaidia maskini si kosa. Zainabu akakaa nyuma akishika mtoto, Lucy akakaa karibu naye. Jaji akasema Haki ya familia na heshima ya binadamu ni msingi wa jamii. Baada ya siku ndadhaa, hukumu ikatolewa. Hamisi akabaki na uongozi, Karanja akashindwa. Nje ya mahakama, Zainabu akasema, sikutafuta mali. Hamisi akamshika mkono kwa heshima, na hutalazimishwa, lakini mtoto ana haki ya kujua ukoo wake. Lucy akatabasamu kwa mara ya kwanza, tutamlea pamoja. Jua likachomoza, lakini bado swali moja lilibaki. Zainabu angekubali kuingia rasmi katika familia hii tajiri au wachague maisha yake ya kawaida? Uamuzi huo ungelibadilisha kila kitu. Mahali Rongai, usiku wa kimya. Zainabu alikaa peke yake nje ya nyumba yake ndogo. Mtoto alikuwa amelala, mawazo yalikuwa mengi kuliko usingizi. Je, nitapoteza? Mimi ni nani? aliuliza moyoni. Alikumbuka maisha ya kuomba barabara, njaa na na sasa magari ya kifahari mawakili na majina makubwa. Asubuhi Bi Rehema alimtembelea. Utajiri haukuondolei utu, alimwambia, ni chombo tu. Zainabu akasema, naogopa mtoto wangu kulelewa mbali na watu. Bi Rehema akatabasamu, basi mfundishe watu. Siku hiyo Zainabu aliitisha kikao cha wanawake wa mtaa, alizungumza kuhusu akiba, bima ya afya na kusaidiana. Wengi walishangaa. hatuhitaji bilionea kuwa binadamu, alisema, tunahitaji mioyo. Habari zikaanza kubadilika. Watu wakaanza kumwona Zainabu si kama mpokeaji tu, bali kiongozi. Lucy alimsikia akasema, una nguvu kuliko unavyodhani. Zainabu akajibu, nguvu ni kuto kukimbia asili yako. Uamuzi wake ulianza kuchukua sura mahali Karen, bustani ya Hamisi. Kulikuwa na mkutano wa familia. Hamisi, Lucy, Bi Rehema na Zainabu walikaa chini ya mti. Hamisi akasema, "Nataka mtoto apate elimu bora, afya na usalama." Zainabu akajibu kwa utulivu, "Na mimi nataka apate huruma, heshima na mizizi." Lucy akasema, "Inawezekana vyote." Hamisi akapendekeza mfuko wa elimu kwa watoto wa mitaani kwa jina la mama yake Zainabu wa Kwanza Foundation. Zainabu machozi akimtoka, "hiyo ni heshima." Siku zilizofuata uzinduzi ukafanyika. Watoto, wazee na viongozi wa jamii walihudhuria. Zainabu alisimama jukwani kwa mara ya kwanza. "nilianza bila chochote," alisema, "lakini jamii ilinipa sauti." Watu wakapiga makofi. Lucy alimkumbatia, "umekuwa familia lakini nyuma ya pazia Karanja hakukata tamaa. Alipanga kutumia mtoto kama kisingizio cha kesi mpya. Hatari ilirejea kimya kimya. Habari mbaya zilifika usiku. Wakili akapiga simu: kuna jaribio la kufungua kesi ya ulezi. Zainabu moyo ukadunda. wanataka kunichukulia mtoto. Hamisi akasema kwa uthabiti, hakuna atakayemnyang'anya mama mtoto wake. Lucy akaongeza, nitashuhudia Siku ya mahakama, Zainabu alisimama mbele ya jaji. Hakulia, hakutetemeka. Nimekuwa maskini, alisema, lakini sijawahi kuwa mzembe. Alisimulia jinsi alivyolea mtoto kwa heshima, maadili na mapenzi. Jaji akasikiliza kwa makini. Karanja alijaribu kuonyesha pesa kama suluhisho. Jaji akamkatiza. Fedha si malezi. Hukumu ikatolewa. Zainabu abaki mlezi mkuu. Hamisi apewe jukumu la msaada na ushirikiano. Ukumbi ukapumua. Zainabu akamkumbatia mtoto. Lucy akashika mkono wake. Hii haikuwa ushindi wa fedha bali wa utu. Lakini safari bado ilikuwa ndefu. Miaka miwili ikapita. Mahali Ngong Road, pale palipokuwa barabara ya zamani, sasa kulikuwa na kituo cha afya na kituo cha ushauri wa kifedha. Zainabu alikuwa manager. Alitembea taratibu akiwa na heshima ile ile ya zamani. Watoto walimkimbilia. Mama Zainabu! Hamisi alikuja mara chache bila makelele. Umefanya zaidi ya nilivyowahi kufanya, alimwambia. Lucy alikuwa akiendesha mfuko wa elimu. Alijifunza kusikiliza jamii. Mtoto wa Zainabu sasa alikuwa akitembea akicheka. Siku moja Zainabu alirudi pale barabarani walipokula chakula cha kwanza. Alikaa chini kimya. Mama Asha alifika na chai. Alisema maisha hubadilika. Zainabu akajibu, lakini moyo haupaswi kubadilika. Aliacha chakula pale kwa mwanamke mjamzito mwingine, hakujitambulisha. Ulikuwa mzunguko unaoendelea, lakini bado kulikuwa na jambo moja ambalo halijasemwa hadharani, jambo la mwisho lenye uzito. Mahali ukumbi wa jamii. Uzinduzi wa miaka mitatu ya mfuko. Watu walikusanyika, vyombo vya mitandao vilikuwepo. Hamisi alisimama jukwani kwa mara ya mwisho kama mwenyekiti. Leo ninaacha nafasi. Ukumbi ukashangaa. Nimejifunza, alisema kwamba, uongozi wa kweli ni kuacha wengine waongoze. Akamtazama Zainabu, ningependa uongoze bodi. Zainabu akasita, akakumbuka safari yote, alisimama Nitakubali kwa niaba ya kina mama wote wasiosikika. Makofi akapigwa. Lucy akasema hii ndiyo familia. Lakini Hamisi alikuwa amechoka, afya yake ilianza kudhoofika. Alimuita Zainabu pembeni. Nina ombi la mwisho, alisema kwa sauti ya chini. Zainabu akamsikiliza kwa makini. Ombi hilo lingebadilisha maana ya hadithi yote, na kuweka muhuri wa mwisho wa upendo na toba. Mahali Karen, Chumba cha kulala cha mzee Hamisi, kulikuwa na utulivu mzito, mashine ya oksijeni ikivuma taratibu. Zainabu alikaa kando ya kitanda. ombi langu, Hamisi alisema kwa sauti dhaifu, ni hili, nisamehe. Zainabu akashika mkono wake. umenipa zaidi ya nilichowahi kuota. Hamisi akatikisa kichwa. sikuokoa mama yangu, lakini niliokolewa na wewe. Lucy alisimama karibu, macho yakiwa mekundu nataka ukweli uandikwe, Hamisi akaendelea, si kuhusu utajiri, bali kuhusu utu. Akatoa bahasha, ndani kulikuwa na barua ikisomwe baada ya mimi kuondoka. Usiku huo, Hamisi alilala usingizi mzito, hakuzungumza tena. Asubuhi Kenya iliamka na habari, bilionea Hamisi amefariki. Lakini kwa Zainabu, hakuwa bilionea, alikuwa mwana aliyepata amani baada ya mateso ya muda mrefu. Na hadithi haikuwa imekwisha, ilikuwa inaanza kuishi ndani ya wengine. Msikiti wa Jamia Nairobi, mazishi yalihudhuriwa na watu wa kila tabaka: matajiri, maskini, viongozi, wauzaji wa, wa mitaani. Zainabu alikaa nyuma akiwa kimya, hakutafuta kiti cha mbele. Lucy alimsogelea, baba alitaka ukae hapa. Zainabu akasema kwa upole, niko sawa hapa. Baada ya mazishi, barua ikasomwa hadharani. Siku zote nilijengwa na namba na mikataba, lakini ukweli ni huu: mwanamke mmoja mjamzito barabarani alinifundisha ubinadamu. Ukumbi ukanyamaza. mali yangu si yangu, ni dhamana kwa jamii. Watu wakalia. Lucy akamkumbatia Zainabu. Baba alikuchagua. Zainabu akajibu, alituchagua sote. Siku hiyo jina la Hamisi lilibaki si kwa majengo, bali kwa watu aliowadusa, lakini Zainabu alikuwa bado na jukumu moja kubwa zaidi mbele yake. Mahali Rongai, miaka mitano baadaye, mtoto wa Zainabu sasa alikuwa shule ya msingi. aliitwa Amani. Mama, aliuliza, babu alikuwa nani? Zainabu akakaa chini. Alikuwa mtu aliyepotea kisha akapatikana. Amani akatabasamu, nataka kuwa kama yeye. Zainabu akatikisa kichwa, uwe bora kuliko yeye, uwe binadamu. Mfuko wa Zainabu wa kwanza ulikuwa umeenea hadi Kisumu, Mombasa na Eldoret: elimu ya kifedha, bima ya afya na msaada wa wazee. Lucy alikuwa mwenyekiti wa kitaifa alibadilika Mama Asha alikuwa mshauri wa jamii. Zainabu hakuwahi kuvaa mavazi ya fahari, heshima yake ilitosha. Lakini bado hakuwa, bado hajarejea pale kila kitu kilipoanzia, mpaka siku moja, mahali Ngong Road, asubuhi kama ile ya kwanza. Zainabu akakaa chini akiwa peke yake. Hakukuwa na kamera, hakukuwa na kelele. Mwanamke mjamzito akapita polepole pole, macho yamejaa hofu. Zainabu akamwita, njoo. Ule mwanamke akasita, sina kitu. Zainabu akatabasamu, hakuna anayekuja duniani akiwa na kitu. Wakala pamoja kimya. Mwanamke akauliza, wewe ni nani? Zainabu akajibu, mimi ni mama tu. Mtoto wa Zainabu alikuwa akitazama mbali Mama alisema ndiyo hapa hadithi ilianza. Zainabu akatikisa kichwa, hapana, ilianza moyoni. Jua likapanda, gari likapita, maisha yakaendelea, lakini ujumbe ulikuwa wazi kuliko maneno. Mahali: ukumbi wa jamii. Miaka kumi baadaye, Zainabu sasa alikuwa mzee mwenye heshima. Alisimama jukwani: hadithi yangu si ya bilionea, ni ya uchaguzi. Ukimya ukatawala. Uchaguzi wa kukaa, Uchaguzi wa kushiriki chakula, uchaguzi wa kuona binadamu. Wazee wakatikisa vichwa, vijana wakasikiliza. Amani sasa mwanamume alisimama pembeni. Zainabu akamalizia, Kenya itabadilika siku tutakapokula mezani pamoja. Makofi hayakuwa makubwa, lakini yalikuwa ya kweli. Hadithi ikaisha pale ilipoanzia barabarani, kwa chakula, kwa utu. Na kilichowashangaza kila mtu sana si kwamba bilionea alikula na ombaomba omba. Ni kwamba ombaomba omba alimfundisha bilionea maana ya kuwa binadamu.